Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Basi ni siku nyingine na muda mwingine ambao Mungu ametupa kibali cha kuonana tena mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Leo tunaendelea na mwendelezo wetu wa mihuri saba katika kitabu cha Ufunuo, bila kusahau, hapa ni HemaTech Service, teknolojia, ubunifu, vyote hapa. Leo tunaanza na muhuri wa kwanza, muhuri ambao Una ulioneshwa farasi mweupe. Yohana, wakati akiwa katika maono, alioneshwa farasi mweupe huu. Huu ndio muhuri wa kwanza kabisa ambao tunaanza nao. Bwana Yesu asifiwe. Video iliyopita tuliangalia juu, tulichambua kitabu kwa ujumla, kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Leo tunaendelea, tunaendelea na muhuri wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe safari ya mihuri saba katika kitabu cha Ufunuo na tunaanza muhuri wa kwanza, farasi mweupe. Ufunuo sita, Ufunuo sura ya sita mstari wa kwanza hadi wa pili inasema: kisha nikaona mwanakondoo alipovunja moja ya mihuri saba, nikasikia mmoja wa wale viumbe hai wanne akisema kwa sauti kama ya radi, njoo. Nikaona natazama, farasi mweupe na yeye aliyempanda alikuwa na upinde, akapewa taji, naye akatoka akishinda na ili ashinde zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Maana ya muhuri huu ni nini? Wengine wanaamini huyu ni mfano wa Yesu Kristo akieneza injili kwa ushindi, wengine wanaona kama ishara ya udanganifu wa mpinga Kristo anayejifanya mtakatifu, lakini jambo moja ni wazi anapewa taji na anafanya ushindi duniani. Bwana Yesu asifiwe. Ujumbe kwetu ni huu: kuna ushindi wa kweli, ushindi wa neno la Mungu. Lakini pia tuwe waangalifu, si kila anayeonekana kushinda ni wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Maswali ya kujifunza: Je, najua tofauti ya ushindi wa kweli na wa udanganyifu? ninalitumikia ninalitumikia neno la Mungu kwa uaminifu? Mwisho, hii ni mihuri ya kwanza tu, kuna mingine mikali inayokuja. Usikose sehemu inayofuata farasi mwekundu, vita na uhasama. Subscribe, like na share, ujumbe huu uwafikie wengi. Hapa ni Hematech Service, kweli maono na neno la uzima. Amen.